Waheshimiwa madiwani, nichukue fursa hii pia kuwapongeza nyinyi madiwani wote mliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Najua changamoto zilikuwa nyingi, lakini tumepita salama. Kwa hiyo niwape sana hongera zenu na poleni na changamoto, lakini tumepita salama. Aidha, mimi natambua jitihada kubwa zilizofanywa na baraza la madiwani lililopita ambalo lilikuwa linaongozwa na kaka yangu mstaiki Meya mstaafu Saidi Omari Kumbi la Moto, wewe ni senior na mimi nataka nikwambie, katika uongozi wangu na kuomba mbele ya baraza hili na wageni waalikwa, uwe mwalimu wangu wa kunielekeza ili niweze kufika na kufanikisha. Shukran sana kipekee pia kwa kazi kubwa hiyo hiyo iliyofanywa na baraza lililopita. Natambua zipo changamoto ambazo zipo na sisi, fursa yetu au kazi yetu kubwa baraza hili la madiwani ambalo liko sasa hivi ni kuhakikisha tunakwenda kufanya kazi kwa kupokea kijiti hiki kuhakikisha tumemsikia hapa, mkurugenzi ilikuwa bilioni, makusanyo ya mapato ni bilioni mia thelathini na mbili na target inakwenda mpaka bilioni mia hamsini na mbili Mimi nataka niwaombe ndugu zangu, katika kupokea kijiti hichi kipya cha baraza hili, twendeni tukafanikishe zaidi ya yale ambayo watu wametegemea, kwa umoja wetu kwa maarifa yetu kwa uwezo wetu tukafanye kazi tuhakikishe tunaongeza mapato katika jiji letu jiji la Dar es Salaam. Mauchaguzi ya shaisha, kila kitu kishaisha. Sasa sisi kama baraza la madiwani kwa kushirikiana na watendaji, twendeni kwa umoja wetu, kwa sababu mimi nataka niwaambie madiwani sisi ndio wa viongozi na wafanya maamuzi, lakini watendaji ndio injini ya utekelezaji katika kufanya maamuzi yae. Sasa tukiwa tunaenda njia tofauti, hatuwezi kufanikiwa. Kwa mkurugenzi ni kuombe, na watendaji wote, nichukue nafasi hii kukuambia kwamba Natambua na tunazo kanuni, sheria na utaratibu na miongozo ambayo inatuongoza katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Madiwani wenzangu, twendeni tukasimamie sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza ili tuweze kuliongoza baraza letu la madiwani. Sitopenda mtu kwa utashi wake, sitopenda mtu kwa mawazo yake. Ikiwa ni watendaji, ikiwa upande wa mkurugenzi, ikiwa upande wa sisi madiwani, atokee tu aseme si tunaenda hivi tunaenda hivi, wakati sisi tunazo sheria, kanuni na taratibu zinazotoa. Tuzisimamie sheria na kanuni na taratibu hizo. Tuwe watu wamoja, tusiwe na makundi makundi. Tunapopata kitu pamoja, tunakwenda pamoja sawa sawia, hakuna mtu kupendelewa, hakuna huyu mtu kafanyaje. Hayo mambo katika uongozi wangu sitotaka kuyaona na kuyasikia. Narudi nyuma kidogo niwatoe mashaka, ndugu zangu. Uchaguzi umekwisha, mmenichagua kwa kura nyingi, kwa maana hii ndiyo dira inatuonyesha. Kwa sasa, sisi ni wamoja, sio mstahiki meya wa mtu. Sina connection, mtu amfikie nani amfikie nani apitie kwangu, hapana. Chochote unachoweza kukiona ndugu yangu, diwani, mkurugenzi, watendaji linaweza kupitia kwangu mimi likakamilika, basi ofisi yangu iko wazi, muda wote unakaribishwa na tujenge. Kwa nini nasema hivyo? Wapo watu wanaweza wakajimilikisha meya, nishaona huko nyuma katika viongozi mbalimbali. Natoa rai mimi, sio mstahiki meya wa mtu yoyote, ni mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Ndugu zangu, kwa umuhimu mkubwa. Tumetoka katika chaguzi lakini kuna mambo yametokea. Nichukue nafasi hii, mstahiki meya, mimi ni kijana kama nilivyosema. Baada ya uchaguzi kulitokea machafuko ambayo yamesababishwa na vijana, sisi sisi. nataka nitoe rai kwa vijana wenzangu vijana sisi tuko zaidi ya asilimia sitini na tano katika nchi hii. Sisi ndio tunaweza kuijenga nchi yetu au kuibomoa nchi yetu. Niwaombe sana, katika almashauri ya jiji la Dar es Salaam tuna fedha za mikopo asilimia kumi. Asilimia nne inaenda kwa vijana, asilimia nne inaenda kwa akinamama, asilimia mbili inaenda kwa watu wenye ulemavu. Vijana wenzangu, njoweni tukae tudiskasi, ni jinsi gani, ni namna gani tunaweza kujikomboa katika mambo mbalimbali, especially mambo ya kiuchumi. Mkurugenzi ni kuombe, natamani katika uongozi wangu fedha hizi za mikopo ambazo zinatokana na halmashauri zinaenda katika makundi haya, basi tuwape vipaumbele, na kama kuna changamoto za upataji, katika uongozi wangu tukae tuangalie, tusipate changamoto hizo, ili watu waweze kupata fedha hizo. Vijana wenzangu, tuilinde nchi yetu, tuilinde amani yetu, na kila mtanzania kwa nafasi yake, especially jiji la Dar es Salaam kwa sababu katika machafuko haya tumeona pia jiji la Dar es Salaam ni moja ya jiji ambalo ya machafuko yametokea. Tutumie nafasi hii kuunga mkono juhudi za serikali, especially serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Maono ya Dr. Samia ameyasema akihutubia bunge, na tumesikia juzi akiwa ameongea na wazee Twendeni tukaishi maono yake, tusapoti juhudi za Dr. Samia katika kuleta maendeleo katika kuilinda amani ya nchi yetu ili tuweze kufanya vizuri huko. Tusishawishike vijana wenzangu, tusishawishike na waomba tuilinde amani ya Tanzania, tuilinde amani ya jiji la Dar es Salaam.